Uh, tunatoa taarifa rasmi kuhusu mchakato mzima na uhakiki na uchambuzi wa kazi za waandishi wa habari ambao walishiriki katika tuzo hizi kwa mwaka wa 2024 na, na kama inavyofahamika kwamba chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA, pamoja na kwa kushirikiana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, kilizindua rasmi ushiriki wa tuzo hii ya Samia Kalamu, ilikuwa ni tarehe 13 ya mwezi Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na nne na tuzo hii iko chini ya kauli mbiu uzalendo ndio ujanja. Uh, kauli mbiu hii imekaa kijana zaidi, ukiamini kwamba walaji wengi sana wa maudhui yetu ni vijana. Kwa hiyo kauli mbiu inasema uzalendo ndio ujanja, hii ndio kauli mbiu ya Samia Kalamu Awards kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Sasa tuzo hizi zinalenga kutambua na kuthamini aa, na kuhamasisha waandishi wa habari wa Kitanzania wanaoandika, kutangaza ama kuchapisha kazi zenye maudhui ya kimaendeleo kwenye nyanja ya kijamii, nyanja za kiuchumi, kisiasa, hali kadhalika kiutamaduni na hata nyanja ya michezo pia. Na lengo kubwa ni kuchochea uandishi wa makala zenye kina na zenye kuchambua na zenye ufanisi wa hali ya juu katika masuala ya maendeleo. Kwa hiyo ile aspect ya maendeleo ilikuwa ndio, ndio kitu cha msingi zaidi katika uchambuzi wetu ambao tuliofanya yani. Lakini pia uwajibikaji wa jamii na hali kadhalika kuimarisha uzalendo na ndio maana kauli mbiu inasema uzalendo ndio ujanja. Kwa hiyo suala so zima la uzalendo, maendeleo na uzalendo ilikuwa ni vitu vya msingi sana katika kufanya maamuzi ya zile kazi ambazo zilikuwa zimewasilishwa. Lakini pia tuzo hizi zilikuwa zinaangalia kazi ambazo zimechangia katika kujenga chapa chapa kwa Kiswahili, lakini Kiingereza ni brand, kwa kutengeneza ile chapa na taswira chanya ya taifa letu hili la Tanzania na sio kulibagaza taifa letu. Kwa hiyo tulikuwa tukiangalia yote haya katika kutoa maamuzi kwenye Uh, tuzi, kazi ambazo tumezipokea tume. Sasa, majaji nane tuliteuliwa na ndio tulishiriki katika mchakato mzima wa, uto, wa kuzipitia hizi kazi. Na sisi majaji tulitoka katika taaluma mbalimbali kama taaluma za sheria, mawasiliano, uandishi wa habari, lakini jinsia, masuala ya takwimu, mitandao ya kijamii, katika taaluma zote, maeneo yote haya ndipo sisi majaji nane tulikuwa tunatoka katika maeneo hayo. Lakini kabla ya kuanza kazi ya kupitia hizi kazi tulilazimika kula kiapo, na kiapo chetu sisi majaji wote nane kilisimamiwa na hakimu mstaafu Hezron Mwankenja. Kwa wale waandishi wa zamani wa habari za mahakamani watakana kufahamu vizuri sana Hezron Mwankenja, ni hakimu mstaafu kwa sasa hivi yani, ambaye katika kutuapisha alisisitiza suala zima la sisi majaji kuwa waadilifu, kuwa waaminifu na kutenda haki katika kutekeleza majukumu yetu ya kutoa maamuzi katika zile kazi ambazo tulikuwa tumezipokea yani.